Salama, Dada Samani mdogo wangu huku yeah, ulikotokea hujakutana na kijana hivi kadogo kama kana miaka kama kumi na mbili hivi kamevaa suruali nyeusi na tisheti kama kama kake hivi oh? Hapana oh. Kwa kweli sijakutana nako, kwani kamepotea muda gani? Kaka na, ilikuwa ni mida kama ya saa ine saa tano hivi. Mm, nilimtuma mtoto afate maji mm, kule bondeni kule. Ndio. Basi nimekaa nimekaa nimekaa, nimekaa nimekaa, hatimaye babaka katoka shamba mm. Tumesubiri tumesubiri, naona mdo unazidi tu, ndo babaka kaniambia nimfatilie, nimemfatilia mm, ndo nikakutana na yule binti yule wakule chini yule, yule maya yule e, ndio, na mfahamu akaniambia amekuta mwanangu amejaa damu. Muharibu mipango siri ya wachawi ni kuharibu mipango